William Ruto ametoa ilani kali kwa majangili katika maeneo ya Baringo kusalimisha bunduki zote wanazomiliki kinyume cha sheria, la sivyo watakabiliwa. Akizungumza katika ziara ya kaunti ya Baringo, Rais pia alipigia debe ushirikiano wake na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi, akisema utaunganisha taifa na kuwaleta Wakenya wote pamoja. Mwanahabari wetu Emmanuel To anaarifu mengi. Baringo hoye alitua katika kaunti ya Baringo Jumanne, akianza na onyo kali kwa majangili yanayosema wamezoea kuvuruga amani kupitia kwa wizi wa mifugo. wamerejesha bunduki mia sita bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu thelathini but imefika siku ya mwisho, na siku ya mwisho ndio Rais William Ruto akitoa makataa kwa majangili hao akiwataka kurudisha bunduki haramu alizo nazo, la sivyo watakiona cha mtema kuni. Sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself. And we are going to come for it. Tutakuja tu kuchukua bunduki, eidha ulete mapema ama tutachukua bunduki na utajua ile itakupata kulingana na ile direction ulinipatia. Na ukapatia IG na wiaaris your, your sure aliyepiga so kambi maeneo ya Marigat na Kabernet, county hiyo akizindua miradi kadhaa ya maendeleo, pia akitetea ndoa yake mpya ya kisiasa na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi akisema itaunganisha taifa mimi na yeye ni ndugu moja ama sivyo sindio? Na tumekubaliana tunatembea pamoja sindio? Hatutaki tena maneno ile ya zamani ya kugawana hapa na pale, tunataka tutembee safari moja tuunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu. Rais pia akifungua mkoba wa maendeleo kwa wakazi wa kaunti hiyo wakiahidiwa kuvuna matunda ya ushirikiano wao mpya wa karibu na serikali. Tunajenga university ya Baringo University na wanafunzi wa kwanza tayari wameripoti. Salamu ya mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais pia alimpigia debe mgombea wa kiti cha useneta wa Baringo kwa chama cha UDA kwenye kivumbi cha useneta, Vincent Chemitei, akisema ataleta ukakamavu na umachachari bungeni. Hapo awali Rais Ruto aliandaa mkutano mwingine na viongozi katika ikulu ya Nakuru. Emmanuel Tor, runinga Citizen. Itafanyiwa kazi na kazi imeanza pale.